Na halmashauri yetu ya Mtama Mtama, tupo katika jimbo letu la na Mtama. Naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka ya kutukutanisha hapa sote, ni jambo kubwa na mmeng'ara, mmependeza, hongereni sana, sana, sana. Wanawake ni jeshi kubwa, tunaposema wanawake ni jeshi kubwa, mheshimiwa mbunge kwa kweli hili limedhihirika Mtama, Mtama.

Asante sana, hebu wapungie kidogo mkono wa kuone. Asante sana, nashukuru sana mwenyekiti wetu wa wilaya hii ya Mtama, naomba usimame mama wa shoka. E, baba subiri nikisema mwenyekiti. Mwenyekiti yupi? Mwenyekiti wa UWT simama kwanza. Asante sana, naomba niseme neno, hongera sana na kamati yako ya utekelezaji Katibu wetu wa UWT, alisimama, jembe letu la kazi, secretary, tunawashukuru sana, asanteni sana na ongeeni sana lakini, tunao jembe letu, mwenyekiti wetu wa CCM wilaya hii ya Lindi vijijini, hebu simama baba. Huyo mwenyekiti wa unga mkono kidogo, jamani. waheshimiwa madiwani, viongozi wote, kamati zote utekelezaji, vijana wote wa kazi, nimeanza kwa kuwatambua na kuwathamini viongozi wetu, kwa sababu, mheshimiwa mbunge, niseme neno, chama kinafanya kazi kubwa sana sana sanasana. Mwenyekiti wetu wa wilaya hii vijijini, anatenda secretariat makini kabisa inayoongozwa na katibu wetu kaka Kingi, mtu kazi kwa kweli. Nimefika nikawa napiga saluti saluti kwenu. Tunashukuru kwa kazi nzuri mnazozifanya, lakini nisitumie muda mwingi. Hii shukrani iambatane sasa na wajibu wetu. Chama kinafanya kazi na hapa tulipo, tunashuhudia mapinduzi iliyofanywa katika jimbo la Mtama na jembe letu la kazi Nape Moses Nnauye, kwa kweli tunaona Ibania. Sekta zote zimetuuka undani, elimu, miundombinu ya maji, barabara, mawasiliano, umeme, tunaona yote, afya, lakini wakina mama, kwa fedha hizi ambazo zimeshuka katika halmashauri yetu ya Mtama tunamlipa nini Mama Samia? hmm. fedha hizi kwa sababu tumekuwa na kuakilishi sahihi, mbunge wa jimbo letu Mheshimiwa Nape Moses nawe amekuwa akiunguruma bungeni, japo ni wakinamama, naombeni mungurume kwanza.